Ah, dada Hadija, karibu sana. Asante. Ehe, karibu tena maana ulishafanya kazi na sisi. Mkataba ulimaliza lini kwanza eh, ule wa kwanza kabisa okay? Okay. Niweze kusaini elfu mbili na ishirini na mbili Amosi huyo huyo mmoja tena, huyo mwingine nikasaini ta mkataba wa pili ambayo ameweza mwaka jana. Aha likaa kwa, kwa bosi mmoja eh, bosi mmoja mikataba miwili. Nikamkuta mtoto mdogo sana na miezi saba. mm -hmm. Nikamlea mpaka akakua akaanza, mm -hmm. shule, yaani, wow. Yani, yani nikaa kama ndugu. Sasa anafanya kazi bosi mm -hmm. Ananiachia watoto, yeye anasafiri mm -hmm. Aenda kikazi, anaweza mpaka wiki mm -hmm. na watoto wake wapo salama. mm -hmm. Kwa kweli pia aliniongeza na kushukuru sana. Wow, mm -hmm. wow, alikuongeza mshahara kidogo Dea. kiasi gani? Okay. Mm -hmm. Okay, kwa alikuongezea hapo elfu ishirini maana, mm -hmm. mshahara ulikuwa ni laki tu, traditional, si ndio? mm -hmm. Okay, sio mbaya, sio mbaya, angalau wanaongeza lakini. Uh, nawambiaga wadada, bosi akiamua mwenyewe kukuongezea uaga wanapanda kidogo, si sindio? mm -hmm. Lakini sisi hapa tukiongeza, umeona tunatoka laki mbili naenda laki tatu, umeona Brenda, akitoka laki tatu anaenda laki tano. Bosi hawezi kukuongezea hivo, sindio? ee mm -hmm. Atakuongezea yeah, elfu kumi elfu ishirini mm -hmm. anaishia <laughs> hapo. Kwa hiyo nanyie nabidi muwe wajanja mm -hmm. sio kitu kibaya, angalau hata bosi alionyesha shukurani mm -hmm. na dada amejisikia vizuri, bosi wake ametambua mchango wake, lakini muwaze mm -hmm. zaidi ya hapo, kwamba nikif na Wadada Center mshahara wangu utaongezeka kwa haraka mm -hmm. utaongezeka kwa kiwango ambacho kinaridhisha mm -hmm. sindio? mm -hmm. e. Yeah, lakini pia mabosi ambao wanawa appreciate wadada wao pia tunawapongeza sana, kwamba dada anafanya vizuri, hata kama umemwongezea elfu kumi ishirini, hicho kitu kinampa dada moyo sana mm -hmm. sana kabisa. Kwa hiyo pia simvunji moyo bosi alifanya hivyo, mi nampongeza kabisa e ila nachotaka tu kuonyesha, mkifanya kazi chini ya taasisi ambayo ina mfumo ambayo ime- yani, imejizatiti katika kazi yake kama Wadada Center. Sidhani kama kuna taasisi kama Wadada Center Tanzania, haipo. Najivunia kwamba mimi yani ndio naongoza katika kuta, kutetea maslahi ya wafanyakazi wa nyumbani na kuwa kuwatengenezea mazingira ambayo ni rafiki yenye malipo mazuri, lakini pia inayowafundisha namna ya kufanya hizi kazi kwa weledi, kwa sababu sio kwamba hao mabosi wanakuja wanataka tu kutupa hela zao mm -hmm. nyingi hivyo kwa wadada. Hapana, wananisikiliza, wana akili wale, wanasikiliza, wanaona kama haya mafundisho Joisi anayowafundisha hawa wadada watayazingatia mm -hmm. hawa ndio wadada tunaowataka majumbani. Wai na mimi nimejua hivyo, kwa sababu mimi mwenyewe ni mtu ambaye nataka huduma nzuri, lakini pia na wastadi. Mabosi wanachokitaka yaani, mimi kazi yangu kubwa ni kuwa wanavyopiga simu, wanachohitaji nasikiliza kwa makini kabisa, ni sawasawa na wewe bosi wako anapokupa maelekezo, yaani usikilize, kutaka kujua bosi hasa anachokitaka ni nini. Kwa hiyo wanavyotupigia simu wakatueleza zile shida zao, kwa nini wanahitaji dada, wana majukumu gani, mimi nina yaani, ninatolea macho macho yangu yote jicho la tatu na waza nje ya boksi, huyu bosi anataka nini? Sasa yale ndio yanayopelekea mimi nipate mafundisho ya kuwaelekeza kwa, kwa sababu najua hayo ndio wanayoyataka. Nimejuaje? Ni, wameniambia wao wanavyopiga simu kuomba wadada wao ndio wanatueleza wanataka nini. Kwa hiyo tunayowaambia ni mambo ambayo wao ndio wametuambia, na mkienda kufanya hivyo ndio njia rahisi kabisa ya kuweza kupata hela nyingi, kupata hela nzuri, na mkaishi vizuri na hao waajiri wenu. Sawa. Sa ya yeah. kwa hiyo Dada Hadija sasa, umerejea tena, utakuwa ulienda kupumzika nyumbani ni, Uli... ni wapi? Okay, uh-huh. k Mmeachana, okay. Vizuri, okay. Sasa kwa nini mgombane jamani hivi? <laughs> kwa nini ugombane mtu umeishi naye si ndio eh? Umeishi naye vizuri. Yaani hapa nataka nisistize, hivi mtu amekupikia amekaa na watoto wako, yaani kitendo cha kutangaza kuondoka ndio iwe ugomvi, haipaswi kuwa hivo. Unatakiwa kwa mabosi wako, mabosi wazuri kweli kweli, unapoondoka hata kufanyia shopping, hata ku... Yani, kuna dada alifanyiwa hivyo na bosi wake, sema yule bosi alikuwa siji kwa nini alikuwa atakitu vile vitu tu post, yani tuonyeshe, alienda akamfanyia shopping, akamnulia mabegi makubwa, akamnulia mashuka, akamnulia mavitu yani Yani, ile kwamba nakushukuru umekaa na mimi na dada alikaa mwaka huu mmoja tu, mm-hmm. Lakini bosi aliappreciate, aliappreciate, na huyo ni bosi ambaye anakujaga kila tunapofanya workshop sasa. <laughs> ndo naanza kutoa siri <laughs> mwisho watu watamjua, yani madam fulani, yani madam fulani anajitanda gatandaga hivi eh, ndio nimeshasema. <laughs> mpaka hapo <laughs> eh, ile bosi ana roho nzuri sana, sijawahi kuona sana, yani alikaa na dada yake vizuri, alafu alimwaga vizuri, yani vizuri. So unajua kuna baadhi ya mabosi ambao wanafanya hivyo, ila sasa, kwa wale ambao, jamani, dada anapotangaza kuondoka kwao na amekufanyia kazi zako vizuri, hajavunja mkataba maana kuna wale wanaovunja mikataba, hata sisi huwa tunawabadilikia wani, wanatukasirishaga kwa sababu mtu unakuwa una mipango na mipangilio. Unajua nishapata dada wa mkataba wa mwaka mzima, hapo katikati yani analeta vitu vya ajabu, sijui kapata bwana, sijui kafanyaje, uelewi. Mambo yanaanza kuwa ni mengi, uongo mwingi, sijui nimefiwa, sijui nauguliwa, vitu vya uongo uongo tu. Ukifatilia kwenye wale wadhamini wake unasikia kuna cha msiba, kuna cha nini. Hao yani huwa hata sisi wanatukasirisha lakini mtu ambaye amefanya kazi zake amemaliza mwaka au aliongeza hata mwaka mwingine Am... yeli, mradi tu kafuata ule utaratibu anapokuaga, isiwe vita isiwe vita wala ugomvi, ehe, si ndio eh? Maana kidogo unaona, Brenda, hiyo changamoto umekutana nayo bosi wako? Yani sisi tulimuofa, jamani Brenda, unge... un... unaongeza naye mkataba? Ah, mi siwezi kumlipa bwana hiyo laki tatu. Haya, si tunamchukua tunampangia kazi. Tumeshampangia kazi. Ah, basi ngoja tu niendelee naye niko tayari. Sasa jamani, ah ah, kauli iwe ni moja. We umeshasema huwezi kuendelea naye basi tumempangia sehemu nyingine. Sasa tena inaanza kuwa vita. Yaani imekuwa ni vita, na kumlipa vitu vyake inakuwa ni changamoto. Msifanye hivyo. Sio, sio, sio vizuri. Msifanye hivyo mabosi. Wewe kaa na dada yako vizuri mkimalizana. Pia dada ana uwezo wa kuendele, kuto kutaka kuendelea au kutokutaka maana huwezi kumlazimisha, si ndio? Jamani, mtu akishamaliza yeah. mkataba wake, nawezekana pia na yee kuna changamoto kazivumilia. mm -hmm. Anasema tu jamani, Wadada Center, naomba mnipangie tu sehemu nyingine, nataka kazi lakini sio kwa huyu bosi. Hayo mambo yapo. mm -hmm. Ndo maana inabidi pia uangalie unaishije na mtu wako, mnaishi vipi? Kama mm -hmm. mahusiano yalikuwa ni mazuri, mtaendelea. Kama sio ndio hivo. Kwa hiyo nilikuwa nataka kusisitiza hivyo, kwa sababu hapa tulipo hapa, Brenda kidogo amekutana na hiyo changamoto. Bosi wake yani amekuwa yani ni mtata mtata katika, lakini kashafanya kazi mtoto wetu, tukamaliza mkataba mm -hmm. na ofisi ilimwambia unataka kuendelea, mwanzoni akasema hapana. Sasa tumeshapanga mipango yetu, baadaye ndio anakuja tena anataka aendelee naye. Ah, tukasema huyu bwana mbaba ife mmoja tumwache. Kwa hiyo ndio hivyo, jamani, muache wadada wakishamaliza mikataba yao, wana uhuru wa kuendelea na nyinyi au kutokuendelea, wana uhuru kabisa. Hakuna kulazimishana. Haya, dada Hadija, uh, sasa hivi malengo yako, umerudi umekuta, sasa hivi mishahara ya traditional imeongezeka laki na nusu. Ehe, Wadada Center tunazidi kuwatengenezea mazingira mazuri

kabisa mm. mm. yeah. mm. Kwa mtu mwenye malengo yake, mm. yake, mm. yake anatoboa mm -hmm. Lakini zaidi ya hapo hakuna sababu ya kuwa na haraka. Tumeshaweka mpango mzuri kabisa wa nyinyi kuweza kupanda. Kwa hiyo, kwa mtu ambaye ana malengo ya kufanya kazi hizi, labda ndani ya miaka miwili mitatu unaweza ukaingia kwenye mpango wetu wa zile training course ambayo tumeiandaa, ili sasa ukimaliza mwaka ukiwa kama traditional, tunakupangia sehemu ya smart kwa sababu ndani ya mwaka mzima ukiwa traditional, kuna maelekezo tutakayokuwa tunakupa na kufuatilia, na baada ya hapo tutakuwa na uhakika kabisa, maana tutakuwa tunapata pia feedback za bosi wako, ya kuweza kukutoa sasa kwenye ile daraja uende kwenye daraja lingine. Kila kitu kinawezekana. Kama tulizaliwa, hatuongei, tumejifunza kuongea. Tulizaliwa, hatutembei, tumejifunza kutembea. Hizi kazi za nyumbani ambazo tumezaliwa tunazifanya tuna uwezo wa kuzifanya kwa ubora zaidi. Kinachohitajika tu ni kujifunza. Kwa hiyo sisi tumetengeneza huo mtaala kwa ajili ya kuwasaidia muweze kuwa wadada mnaolipwa zaidi kwa wale wanaohitaji, e, ndo maana tukaweka sasa kuna ada ili ujue anayehitaji ni yupi, upi. E, haya ma, mafundisho ya ujumla haya una wengine anakusikiliza tu, lakini nia hana. Yule mwenye nia atalipia, kwa sababu akilipia yale utakayomwelekeza atayafanyia kazi, na kwa sababu atayafanyia kazi kwa vyovyote vile lazima ule ujuzi aupate, na atakaporudi ataweza kupanda kwenye daraja linalofuata, sawa eh? Ona wewe dada Hadija, pia hiyo ni fursa ambayo unakaribishwa sana. Asante. karibu sana Nashukuri. Yeah, kikubwa naenda kafanye kazi vizuri. Mimi na uhakika, au umefanya kazi na sisi, mikataba miwili kwa bosi mmoja, na bado mpaka unaondoka alikuwa anatamani uendelee. Unaonyesha kabisa ni dada unayejitambua, unayeweza kufanya majukumu ya kazi za nyumbani vizuri yeah. karibu, naenda kafanye kazi, lakini usiridhike. Na wewe sema na mimi nataka kuwa smart, na mimi nataka siku moja niwe professional, si ndio? usiridhike na utradition. haya yeah. E, karibu sana